Katika hewa safi Redio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Unasikiliza dakika za Yesu Kristo. Leo ni tarehe saba Disemba, siku ya nane ya safari yetu ya Adventi. Katika mwezi huu mtakatifu wa Yesu Kristo, tunazidi kuutazama mwanga wa uzuri wa kuzaliwa kwa Mwokozi wetu, na kila siku inatuweka karibu zaidi na pendo la Mungu linalotushinda milele Tumasiya. Leo tunapoifikia siku ya nane ya safari yetu ya majilio, kanisa linatualika kutulia ndani ya kimya cha roho, tusikilize mwangwi wa neno linalotutangulia kuinua, kutakasa na kutengeneza njia mpya katika vilindi vya mioyo yetu. Majilio si maadhimisho ya kumbukumbu kumbu tu, ni mwaliko wa kuamka kutoka usingizi wa mazoea, kuruhusu Mungu kuandika upya mwanga wake ndani ya giza la maisha yetu. Ni kipindi cha kuguza tumaini linalokuja kutoka mbali, lakini ambalo kwa hakika linainua, linafufua na linaifanya upya mioyo inayongoja kwa unyenyekevu. Kwa siku hii ya nane, Neno la Mungu linatufunulia wito wa mabadiliko ya ndani, wito wa kuondolewa kutoka vifungu vya jana, kuinuliwa kutoka mikwaruzo ya roho na kuwekwa tena katika njia ya amani ya Kristo Mfalme. Masomo ya liturujia ya leo yanatutangazia sauti ile ile ambayo tangu kale imekuwa ikiimarisha waliochoka, kuatia moyo waliovunjika, na kuonesha mwanga kwa wanaotafuta njia ni mwaliko wa kuingia kwa kina katika fumbo la yule tunayemngojea, mwana wa amani, mwana wa haki na mwana wa Mungu. Katika unabii wa Isaya tunaletewa taswira ya masiha anayekuja katika unyenyekevu wa chipukizi dogo kutoka shina la Yese, shina lililokuwa limeonekana kama limekauka na kupotea. Hapa kuna siri kubwa ya Mungu, kwamba uhai unaweza kujipuka mahali ambapo mwanadamu haoni tumaini, kwamba Mungu anaweza kufungua upeo mpya katika eneo lililoonekana limefikia mwisho. Masia huyu atajazwa na Roho wa Mungu, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza na roho ya maarifa na kumcha Bwana. Katika enzi yake, ulimwengu unarejeshwa katika mpangilio wa amani. Mbwa mwitu anakaa na mwana kondoo, mtoto anacheza karibu na pango la nyoka bila hofu. Na picha ya dunia ambayo sheria ya upendo imeandikwa tena katika mioyo ya viumbe vyote. Katika safari ya majilio, unabii wa Isaya unatukumbusha kuwa kile kilichoonekana kuisha kinaweza kuanza tena, kilichovunjika kinaweza kurejeshwa, na moyo uliokata tamaa unaweza kufufuliwa na Masia atakayekuja. Zaburi ya leo ni wimbo wa kutarajia mfalme wa haki. Tunaomba: Ee Mungu, umpe mfalme hukumu zako, na mwana wa mfalme haki zako. Anayekuja si mfalme wa nguvu za dunia hii bali ni mfalme wa huruma ya kweli. Ni mfalme anayewatetea walio dhaifu, anayewaokoa walio katika njia za maumivu na anayewafikia maskini kwa upole unaoponya. Zaburi inatabiri kwamba katika siku zake kutakuwa na wingi wa amani na kwamba jina lake litadumu milele katika majilio haya, Zaburi inatualika kumpokea Kristo, si kama simulizi ya dini bali kama mfalme anayetaka kutawala mioyoni, katika haki, katika upole na katika amani ambayo dunia haiwezi kutoa kwetu. Oh, masi Mtume Paulo anatuelekeza kwenye nguvu ya maandiko matakatifu, yanaandikwa ili yatufundishe uvumilivu kututia faraja na kutujengea tumaini. Paulo anaenda mbali zaidi, anatangaza kwamba Kristo amekuja kwa ajili ya wote a wa Wayahudi na watu wa mataifa, wanaojulikana na wanaopuuzwa, walio karibu na walio mbali. Katika safari ya majilio, Paulo anatualika kutembea pamoja katika umoja, kukiriana na kuombeana Wana, utuokoe katika Injili tunakaribishwa na Yohane Mbatizaji kukutanishwa na Yesu Kristo, sauti ya Yohana isiyonyamazishwa na jangwa, sauti inayokatiza usingizi wa dunia ili kutuambia tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yohane hatoi wito wa maneno matupu anatoa mwaliko wa kubadilika kwa kweli. Anatukumbusha kuwa hatuwezi kumkaribisha Kristo wakati njia za mioyo yetu zimefungwa na kiburi kilichojificha, kinyongo tunachokibeba kwa muda mrefu, tabia tunazozipamba ili zisionekane dhambi, na majeraha tunayokataa tuyaache yapone. Anatuomba tuzalishe matunda ya toba, matunda ya unyofu, haki, msamaha na upendo anatangaza pia ujio wa Kristo kama moto, moto unaochoma ubaya, moto unaotakasa nafsi, moto unaorejesha utu wetu wa ndani. Katika siku hii ya nane ya majilio, mpenzi msikilizaji, tunapolitafakari neno la Mungu tunaletewa mwaliko wa kina: weka moyo wako tayari, fungua njia ya ndani kwa ajili ya mwanga wa Mungu. Masomo ya siku ya leo ambayo ni Jumapili ya pili ya majilio, tunapewa nafasi ya tumaini jipya, tunafunuliwa mfalme wa haki na amani. Tunaitwa katika umoja na uvumilivu na pia tunaitwa katika toba inayozaa matunda. Majilio ni safari ya kuruhusu Mungu atende kazi ndani yetu, safari ya kuruhusu nuru ishinde giza, safari ya kuruhusu Kristo azaliwe upya katika vilindi vya roho. Tuombe. Shetani zimechumbana. E Mungu wa milele, katika siku hii ya nane ya safari ya majilio tunaweka mioyo yetu mbele zako. Tengeneza ndani yetu njia za haki, fufua ndani yetu tumaini lililoishiwa, ponya majeraha tuliyoyabeba kwa muda mrefu, tutakase kwa moto wa Roho wako Mtakatifu, ili tuwe viumbe wapya wanaozaa matunda ya toba na amani. Utujalie ee Bwana moyo ulio tayari kupokea mwanao Yesu Kristo, nuru ya ulimwengu amani ya mioyo na uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana utuwokoe. Hii imekuwa dakika za Yesu Kristo hapa Redio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Kesho tuendelee pamoja katika tafakari ya tarehe nane Disemba Siku ya tisa katika kipindi hiki cha ja Majilio, tukiendelea kujiandaa kwa shangwe ya kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Nimekuwa wako shamba wa shamba katika redio ya mama, Redio Maria Kenya, Nairobi, sauti ya kikristo nyumbani mwako.